Unajua, kitambi na nyama uzembe siyo tu huharibu umbo lako, bali huongeza hatari ya kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, na hata kuzuia kushika mimba kwa mwanamke na kushindwa kutungisha mimba kwa mwanaume. Uzito kupita kiasi hujenga mafuta tumboni na kuathiri viungo vya ndani. Unakosa pumzi ukitembea, nguo hazikubani, unajichukia ukiangalia kwenye kioo, na mbaya zaidi, unapoteza kujiamini mbele ya watu au mbele ya mpenzi wako. Habari njema ni kwamba sasa tupo kwenye msimu maalum wa lishe ya siku saba ya kuondoa kitambi haraka. Uh, lishe hii, ili kujiunga kwenye gupu letu, gharama za kujiunga na darasa hili ni shilingi elfu kumi tu, na ukisha lipia hiyo elfu kumi utapata mwongozo wa lishe ya kuondoa uzito na kitambi ndani ya siku thelathini na tano Utapata uh, lishe maalum ya kuondoa kitambi ndani ya siku saba, lakini pia utapata mafunzo ya kila mara, unachotakiwa kukifanya. Lipia shilingi elfu kumi kwenda uh, namba za lipa ya mpesa zinazoonekana hapa chini. Baada ya hapo, tuma uh, screenshot ya muamala, na ukisha tuma screenshot ya muamala kwa WhatsApp inayoonekana hapa chini, nitakuunga kwenye group letu. Lipia sasa hivi kabla nafasi hazijaisha. Nafasi ni chache sana.